Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambayo na sta ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho, pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa na kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa kwa ziwa Rukwa aliyaziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kwa ukanda wa pwani yote pepo zinatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wapendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi pamoja na pwani ya kusini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua Kanda ya kati panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki na pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua na jazo. Kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe sita na tarehe saba. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku tarehe sita na tarehe saba. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku tarehe sita na tarehe saba. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku tarehe sita na tarehe saba. Ni kusiwendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakie wakati mwema.